Wao ni kama nimewaamsha hivi, mkopo wa wow. Mvua imenyesha sana usiku na kuna baridi sana, yaani kuna baridi ya maana. Though ungekuwa hakuna baridi, hawa hawatakiwi kupata tena moto, lakini kwa baridi iliyopo hiyo, mpaka nawaonea huruma kiukweli. Natakiwa niwatafutie moto niwawekee hapa. Kuna baridi, yaani kuna baridi nzito. Yaani kuna baridi isiyo kawaida. Hapa nimewainua ujue walijikusanya wote hapa wamelaliana hapa. Hapa walijia hapa. Lakini nimewainua. Unaona hii sakafu? Hii sakafu hii gazeti ile haijatoka hivi. Nikija kutoa hii gazeti inakuwa kama lichapati hivi. Napeleka pale kwenye shimo naiweka inaoza. Ikioza tu napeleka kwenye migomba pamoja na gazeti lake. Naona eh? Pamoja na gazeti lake. Moto hakuna, wanahitaji moto wa jamaa, kuna baridi sana, lakini Mungu ni mwema. Wanasema alhamdulillah, wanakwenda vizuri sana na hakuna kifo jamani, eh, hakuna kifo eh? Hakuna kifo kwa kweli, namshukuru Mungu tangu kile kilichokufa siku ile tumepokea, hakuna kifo kingine. Kale kingine kana survive bado, kana jikongoja kongoja, na i believe katafika mwisho. I believe katafika mwisho. So hapa natakiwa niwasaidie tu wapate nini, wapate wapate joto ya, natakiwa wapate joto yeah, hapa wanatakiwa wapate joto, iko na hii wanaifuata hii, ili wajikusanye hapa, waweze kuna nini, waweze kukumbatiana. Na chakula hapa kimeisha, umebaki tu unga unga fulani hivi na maji pia wamemaliza hapa, bado kipo pale, ndo zimeisha pale. Kadiri siku zinavyoenda, utagundua chumba kinazidi kuwa kidogo. Kadiri siku zinavyoenda, utagundua chumba kinakuwa kinazidi kuwa kidogo. Hapa hawatahama mpaka wafikishe wiki mbili, ndo tutawamishia kule. Si umeona huyu ameruka huyu <laughs> Watu waliuliza hivi hawezi wa kuingia kwenye moto hawa. Huyu amerungia hapa nyumba hii. Wameshaanza kukua hawa ni yani, in fact wamekua hawa wame wa. Naona vurugu eh? Ni nyingi, kaeka ni nyingi. Oh, Mungu ni mwema. Ikawa jioni ikawa asubuhi, siku ya nane. Mungu atie nguvu jamani, namfanikiwe sana katika mipango yenu ya ufugaji, na mfuge namfanikiwe sana jamani chao <laughs> washakuwa wajanja sana yani, washakuwa wajanja sana sana. Waona wanavyoangaikia chakula? Siwawekee hii beseni tatu, hizo hizo mbili zinawatosha mpaka wafike wiki mbili. Wamefika wiki mbili Tawabadilishia beseni. Nimesikia kelele tu, nilikuwa napita huko nje. nimesikia kelele, nikasema ngoja niwapitie niwachungulie My God, bidada My God. Hey, ebu njoo mara moja njoo pita hapa My dear, what is this now, no water. kwa nini leo hujawekea maji mwenzangu? ah si unipokee okay.

fulani hapa maalumu ya kiofisi. Kwa hiyo nimetingwa tingwa tu kidogo, nikajua bidada hapa kashafanya huku, kumbe na yeye kajiziuka na mambo ya jikoni. Hey. Aise fanya chapo hapa wata, wataanza kupiga mayoe sasa hivi naikichakula jamani, Mungu ni mwema, bado tuna bado sisi ni washindi with zero death mpaka sasa, hakuna kifo na hatutegemei yaani wakishafika level hii jamani, hatutegemei wakishafunga one week, hatutegemei tena kifo, hatutegemei kwa kweli, hatutegemei kabisa. Wako sawa, wako sawa bin sawia, wanaendelea vizuri na ni wanakuwa jamani, si mnaona, wapenzi wangu, mnaona wakubwa wamekuwa watata, wanavurugu. Na kama hapa kameisha nje, kuna baridi hakuko vizuri sana, kaongezea tu moto kidogo hapa ili wachangamke, waanze kucheza, wafanye mazoezi, wanaruka kona mpaka kona. They are very busy eating, wako busy sana, wanakula. Hadi siku zinavyoenda, utagundua chumba kinazidi kuwa kidogo, hakiwatoshi. Hadi siku zinavyoenda, twende tu, watakapofika wiki mbili wewe mwenyewe utakuwa shahidi. Wanaendelea vizuri sana jamani, msiwe mnawapa madawa makali hawa broila kwa sababu Yaani, ukinunua trima farm ile trima farm imeandikwa kwa lugha ya Kiswahili, imeandikwa kwa lugha ya Kiingereza pia. Geuza geuza hiyo karatasi, utaona imeandikwa kwa lugha ya